Hi guys, Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Pastor Ashton L Juma Biketi. Tumetoka kwa ibada ya Jumapili hii leo. Tumebarikiwa na neno, tumebarikiwa na washirika, tumebarikiwa na yeyote aliyehudhuria ibada. Kwa wageni, asanteni sana kwa wageni wetu wa siku ya leo. Nasema ya kwamba mwendelee na huo moyo ili tufanye ibada ya Mungu impendeze. Pamoja na wale waliotufuatilia kwa njia ya online mmetutia moyo, tunasema ni asante kukuwa pamoja nasi kwa namna hiyo, ili Mungu atusukume viwango vingine. Topic ya siku ya leo imetusaidia sana kujambua na kujua jinsi ya kutimiza malengo, ili kuepuka na vitu ambavyo vinazuia na kukwamisha malengo yetu. Leo hii Mungu ametusaidia sana kupambanua yaliyo asili, ametusaidia sana kupambanua yaliyo magumu, na Mungu ametuonyesha njia kadhaa ambazo zinaweza ruhusu maisha yetu ya songe mbele ili tusikae katika maisha ya kudumaa ama katika maisha ya utasa. Mungu ametusaidia ametupeleka hivyo viwango, na nashukuru Mungu kwa neema hiyo. Niliwaambia na nikasema ya kwamba hatufunzi kwa sababu tunajua kufunza. Tunajua, tunafunza kwa sababu Mungu ametusaidia neema ya kufunza, pamoja na kufunza pia tunajifunza tunakufunza vizuri Demo Mungu wame, anatusaidia kupambania yaliyo asiri. Nashukuru Mungu kwa wote ambao wamehudhuria ibada. Nashukuru Mungu kwa wote ambao wamekuwa baadhi ya watu ambao wametufuatilia kwa online. Mungu amani awabariki sana. Natangaza tena ibada ijayo ni 6... Asubuhi saa tatu hadi saa sita mchana. Nakukaribisha kati ya zetu hapo opposite na Lumuli, primary school. Lumuli, Kenya Assemblies of God House of Prayer Church. Mungu wa amani akusaidie, Mungu wa amani akupambanulie, Mungu wa amani akupiganie. Tunaomba Mungu anayejibu kwa moto akujibu, ajibu maombi yako, ajibu yote ambayo unapitia. Kwa namna hiyo saidi haya yote Asema pia asante kwa familia yangu, wamekuwa viungo muhimu, wamekuwa sehemu katika ibada, wamekuwa watu ambao wamesimama kwa ajili ya ibada. Mungu wa amani pia awainue, akawape viwango vingine na mkaingie katika ha baraka zenu. Asanteni sana, na Mungu wa amani tangaza amani kwenu kwa jina la Yesu.